Unajua, hata unaposikia hivi unasema, kuokoka, kuokoka, ndio unatikisa kitu. Shetani anajaza kiburi, kwa maana wengi wanashindwa kuokoka kwa sababu kuna kiburi fulani. Nijue na nina pesa, nina elimu, tena naheshimika pale na madaraka. Kuokoka ni mbadiliki na cheza mimi, ikamwambia mara tatu, na kubisha mara ya tatu, ikasema mimi ni Mungu wa hivyo, nataka kukuonyesha nina uwezo wa kutoa roho niliyeweka, uwezi kuzuia mauti. Nisikilizeni, wana Mtwara, siku ya kufa Suleiman katika kitabu cha Mhubiri kumi na mbili anaona siku ile ni siku ya kutisha kwa mwenye dhambi, asemjua jua Mungu aliyejenadhamu. Ni siku ya kupambana roho, maana o nazuia roho isitoke, lakini wengine wanasema Israeli anakuja kutoa roho. Ni kweli, Mungu anakuja kutoa roho. Niliona mkono kama mkono wa mtu umeingia kwenye moyo unavuta. Sasa sasaalipo nipo Mungu mfahamu, nielewe Kumbe ni Mungu yaani, siku ya kufa utaijua, utaona malaika wanakuja. Afadhali uone malaika kutoka mbinguni, si wa huku, maana kuna wakuzimu mashetani. Ukiva kwenye dhambi, watakuja mashetani kuchukua roho. Mkono umekamata, nasikia sauti, na toa roho niliyoweka Mungu alicho mistiri na sabuni sabuni zangu nikapata ulopa sasa, nikaanza kutimua mbio Sauti inaniambia <laughs> <laughs> <laughs> hata uende wapi, George, mimi ni Mungu wako. Nataka kukuonyesha kwamba nina uwezo wa kutoa roho niliyeweka. Huwezi kuzuia mauti, huwezi ikifika. Siku lazima Mungu aitake roho yako, umejiandaje? Nilivyofika, na nafupisha, nikaanguka ndio kuchukuliwa, nikaondoka. Yaani pumzi zimekata joto limetoka. Mimi nawasikia kule bali. Akinipima hili joto ame. Wakaniogopa kunipeleka hospitali. Wakasema hii kesi tumeua kwa madawa kule. Tupepepe kwa nani mwa kwa ndoa ya maji mimi naona. Unajua kuna msemo ule maiti inaona ila haisemi kilicho tokea. Na nikaona ghafla nimepa. Yaani najaribu kufupisha ni usuda wa masami. Ni ndipo nilipojua kumbe anakufa ili la nje lakini yule wa ndani anaenda mahali pa mateso kutegemea alivyoishi. Sasa dakika arobaini na tano ndio nilizinduka. Sasa ikaniambia ni mimi Yesu wa Nazareti niliyekufa na kufufuka, nitarudi tena kwa ajili ya hukumu ya dunia. Nenda George, kawaambie watu duniani ninarudi kuhukumu dunia. Naenda kawaambia waniche mimi, wanirudia mimi. najaribu kufundisha, nikasema sasa Mungu itakwaje? Naambia acha kazi. Ofisa wa magereza, mshahara mzuri, maisha mazuri, alafu nasikia sauti ya Mungu inakwambia acha kazi. Sisi sio majobless, tulikuwa na kazi, lakini Mungu ametupa agizo. Mungu ametuagiza kwa ajili ya nchi hii, ametuagiza kwa ajili ya mataifa. Kwa tunapozungumza iko mauti, mimi nimeiona. Nivutishe tu ndogo, ni kwa mimi ni askofu kwa muda mrefu huku kusini, kanisa Tanzania. Sasa sasa nilipuuza kwa sababu ya mambo mengi. Unajua kanisa letu Tanzania sasa mzungu imeweka taratibu nzuri, ukiwa askofu, ofisi nzuri, gari nzuri, marupurupu mazuri, heshima nzuri. Sasa nikaacha kazi ya Injili. Nisikilizeni, kila mtu hapo umeitiwa kitu cha kufanya hapa duniani, hujaletwa kwa bahati mbaya Umeletwa kwa ajili ya makusudi ya Mungu. Unafanya nini muda unapoishi duniani? Ninapomaliza, nisikilize, naweza nikakesha hapa, lakini jiulize, utaenda kuonyesha nini kwa mungu wako? Ndio maana nimekuambia jiandae, kukutana na Mungu. Yaani, nataka niwaambie Tanzania, jiandaeni kukutana na Mungu. Hata kuwepo baba, hata kuwepo mchungaji, hata kuwepo shangazi. Hapa Victoria kamaliza kazi, na sisi tunashuhudia matendo yake jinsi alivyokuwa. Nisikilizeni. Ninapomalizia, nisikilize. Wakati nimeendelea na uaskofu nafanya kazi ya kusimamia wachungaji huko Lindi na Mtwara kote. Niliacha kazi ya kuhubiri Injili. Ndio mimi nimeitoa utume. Niliumwa ugonjwa. Kwenda Ligula na nipima haoni ugonjwa. Nakapika damu na alisha damu. Nikaenda Ndanda nika sisi ni hata mchango wa juu. Ndanda Nyangao kupima haoni ugonjwa. Kuna magonjwa mengine hayaonekani kinachotakiwa ni toba. Nauwambie wagonjwa mbalimbali, leteni pale wagonjwa. Sisi tumepewa mamlaka. Kama madaktari wapo, sisi wakiroho. Leteni wagonjwa, ni watanzania wenzangu, leteni pale. Sio kwamba Yesu anashindwa. Kilichotokea aliponiwekea mkono, nasikia sauti, mbona umeacha kazi yangu, Joji? nilikutuma nini? Mulize jina yako, ulitumwa nini? Na Mungu huja dunia, kuna kitu umetumwa na we. Mungu hukuumbwa bahati mbaya. Sikiliza mwanampara, hukuumbwa kwa bahati mbaya. Wewe ni mali ya Mungu, wewe ni nyumba ya Mungu, wewe ni kazi ya Mungu. Shetani ni muongo, anakutumikisha kutenda dhambi. Wewe ni mali ya Mungu, sio mtu wa shetani, sio kwenda motoni. Nimalizie kilichotokea baadaye. Nimesikia sauti, mbona umeacha kazi yangu? Nikasema wapi, nasimamia wachungaji, kila kitu. Anaambia nilikwambia weka watu wa kusimamia, wewe kafanye kazi tena. Wakati huo Mozambiki hapa ndio magaidi wamepita, sisi tunafanya misheni nchi tata Kongo na Mozambique na Uganda na South Africa na maeneo mbalimbali. Sasa wakati huko na vita, naambia nataka upite hapa boda. Unaona Yesu alivyo pita boda hapo. Wakati napita pale immigration wale maaskari wananiambia, George mchungaji, unasubutu kupita hapa wakati magaidi? Utapitaje hapa mchungaji? Hujitaki? Nikamwambia nimesikia sauti. Mkamwa analia na kanisa wanalia. Sasa baba, hii yes, sauti ya Mungu au shetani? Nikamwambia yes, Yesu ameniambia kama kufa ni faida kuishi ni Kristo. Nilivuka pale boda unasindikizwa na askari. Tumeenda kwenye mji mmoja anaitwa Palma. Tumevuka pale tumeenda kuna Beria moja hivi kuna kituo cha polisi tumevuka. Ndani ya dakika kumi na tano kile kituo lilipo. Haya ndio maisha yetu. Kongo. Nilipotoka hapo napelekwa Kongo. Tunatembea na mas anaonekana kijana kama wa miaka arobaini, kumbe ni babu. Nataka nikwambie Yesu akiingia ujana wako atarejeshwa kama tai, utazeeka tena, utachakaa tena. Yesu ataleta furaha ya ndoa yako. Yesu ataleta matumaini juu ya nyumba yako. Jioni ya leo, nataka niombe na watu walio tayari, wanaetata amani warejeshewe, hata kama watakuva watasema tunaenda mbinguni kama Victoria. Victoria ni shahidi Mama amebeba mzigo na mshangaa sana, amempata mume mzuri sana na msifu sana Raymond, hajawahi kumgomea, kumwambia achana na imani hiyo tena, yeye ndio amekuwa sapoti. Nataka nikuambie, ukitaka ndoa nzuri, mruhusu mke wako, mpe Yesu maisha yake. Ukitaka mume mzuri, ruhusu mume wako, mpe Yesu maisha yake, atakuwa ni bora. Na leo tunashuhudia mambo aliyoyafanya Victoria, amejitoa sana kwa sababu aliamua kutumika, na kwa nini tusisherekee leo? Leo ni nafasi yako, umebakiza siku chache, umebakiza siku chache. Mimi Yesu nimemwomba niongezee miaka 95. Mama yangu ana miaka 84 yuko hai na ameokoka, na mimi namwambia Bwana, nipe 95 na nataka hii 30, angalau 34, nifanye kazi. Na ndio maana mimi situlii. Sasa hivi hamunioni hapa Mtware, ni kazi ya kupanda kwenda makanisa Kongo, Mozambiki, Burundi kwenye vita, vita ndio tunafanya sasa. Nataka nishirikiane na watu hapa walio tayari kufanya umisheni, walio tayari kufanya upanda makanisa. Ni wewe uko hapa, Mungu atakuongezea siku za kuishi, yuko tayari kukubariki. Nataka nikuambie, hata ukiondoka duniani utasema, Mungu nilifanya kazi na George, nilipanda makanisa, nilihubiri Injili. Inawezekana. Nataka niwaambie watu wa Mtwara, Mtwara inaenda kubadilika hii, mpende msipende, hai tabu inaenda kuondoka matesa wanaenda kuondoka, wanaokimbia wakimbie, lakini nataka kuambia Mtwara inaenda kubadilika sisi tukibadilika. Jioni ya leo wanasema niko tayari kutengeneza na Mungu. Wanasema niko tayari, funika macho yako, nataka niombe kwa ajili yako. Una haja kukata tamaa, funika macho yako, weka mkono kifuani. Unasema niko tayari kutengeneza na Mungu. Bwana niongezee miaka ya kuishi. Nyosha mkono wako juu, unasema niko tayari kutubu, kutengeneza na Mungu. Funika macho, nyosha mkono juu. Nataka niombe pamoja, unasema niko tayari kutubu. Asante. Asante wote, wanyosha tu mkono. Asante, asante kule nje. Asante wote, nyosha tu mkono. Siogope, usiogope, mimi nitakuongoza sala toba. Asante kwa ajili ya nyinyi mlionyosha kwa ajili kutengeneza na Mungu, kutubu Kumwambia Bwana tuongeze siku. Mimi nimeongezewa siku. Nilikuwa nife lakini nimeongezewa siku. Nilitoa mponyo kule miaka thelathini na tano baadaye nikazembea nikapigwa tena, lakini sasa Mungu ameniponya amenipa afya. Hata kama una kansa, una HIV. Sikiliza, tumeombea wangu watu wengi pale Shangani. Nyinyi ni mashahidi, kuna wagonjwa walioshindikana lakini Mungu ameongezea siku. Hata kama una ugonjwa sugu Yesu atenda kukuponya. Nyoosha mkono utubu tu. Biblia inasema afichaye dhambi zake hatafanikiwa bali aziungama atapata rehemu, utahurumiwa. Yaani, ili uponywa roho yako na mwili wako, ongezewa siku, ni toba. Waone sema niko tayari, nyosha mkono juu, sema maneno hayo pamoja na mimi, sema maneno hayo pamoja na mimi, karibu siki, sema kwa nguvu kabisa. Eh, Bwana Yesu. Eh, Bwana Yesu. Eh, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako, nimetambua kwamba siku zangu za kuishi sio nyingi tena zimejaa tabu. E Bwana, niongeze siku kama Hezekia mfalme ulimwongezea miaka kuishi. E Yesu, nataka nikutumikie. Ondoa kiu ya dhambi ndani yangu, ondoa magonjwa ndani yangu, ondoa mateso ndani yangu, ondoa laana ndani yangu, kwa jina la Yesu. Kama kuna roho zozote za mizimu za waganga za kipepo kaka ndani yangu kaka ndani yangu, niweke huru sasa katika jina la Yesu, Amen. Weka mkono kifuani, nataka nikombe baraka sasa, guvu inapenya mimi sina mashaka. Tumeombea wangi kwenye redio kwenye televisheni na Mungu amewaponya. Baba yangu na Mungu wangu, asante kwa sababu ya wema na fadhili zako. Ninaomba nyosha mkono wako na uweza wako. Asante kwa sababu ya mkutano huu ambao Victoria ametukusanya tusikia ujumbe huu. Angalia wale walionyesha mikono kutubu, walioamua kutubu dhambi zao na kuziacha. Kwa jina la Yesu, kila roho onipokaa, bajini, ya dhambi popote walipokaa mashekani na majini yaliyokufunga yo shetani, achilia nafsi hiyo! Shetani, achilia moyo huo! Haya mashetani yaliyofunga moyo wako, achilia nafsi yako, achilia nafsi yake, achilia nafsi yake, achilia roho yake! Magonjwa sugu yasiyopenyeka, magonjwa sugu, achilia mtu huyo, aponywe sasa, aponywe sasa, aponywe sasa. Aliyekosa amani yake, na juu ya ndoa yake, na iombe ndoa hiyo yenye mgogoro. Bwana, iponye ndoa hiyo, eh, iponye, eh, ndoa hiyo. Bwana, nyumba sio na amani, iwe na amani eh, Yesu wahurumie. Bwana Yesu wahurumie, Bwana Yesu, nabariki kazi ya mikono yao maana umeahidi mtole unaenda kuibadilisha upya, unaenda kuirudisha ile mtole ya mwanzo iliyokusudiwa. Na sisi kama makuhani wako, kama mawakili wako, tunaachilia baraka juu ya mkoa huu, tunaachilia baraka juu ya wananchi hawa, tunaachilia miujiza juu yao katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi. Pokea uzima, pokea amani, pokea furaha, pokea tumaini katika jina la Yesu uwe mzima sema amen maelekezo mafupi namba yangu ya simu kama unataka ushauri wa kiroho au swali lolote 0712 999 805 narudia tunafanya huduma masaa 20 0712 999 805 kwenye WhatsApp tunapatikana huduma zetu sisi shangani ni masaa 20 tunahudumia watu wote wa dini zote siku zote tuko pale kanisani, wafanya biashara wenye matatizo tunaohudumia. Mungu adimeni wa awabariki. Asante kwa kunisikiliza. Neno lenye matumaini, usikate tamaa, songa mbele, karibu.